Karibu kwenye Swahili Movie Stories. Ulimwengu wa simulizi kali, hadithi nzito na visa vya kugusa moyo. Kila sauti ni safari, kila tukio ni siri inayofunguka polepole. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Maoni yako ndiyo yanatupa nguvu ya kuleta hadithi mpya kila siku. Kwa mawasiliano na miendelezo ya simulizi, WhatsApp ni 0627 370 4482. Karibu, safari inaanza sasa. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Kijiji cha Mlele kilikuwa kimya kupita mazoea, kana kwamba upepo na wanyama wa usiku wote walikuwa wamelala kwa hofu ya kitu wanachokifahamu wao pekee. Mwangaza wa mwezi ulipenya kupitia mawingu mazito na kuangukia kwenye nyunga ya udongo aliyokaa Sefu Mwanahewa. Alikuwa usingizini lakini macho yake yakawa yanatikisika huku na huku, ishara zile zile za ndoto zake zisizotulia. Ndoto hile haikuwa ya kawaida. Aliona mtu aliyevaa kanzu nyeusi akitembea msituni akibeba mkoba wa ngozi uliokauka. Kila hatua yake ilitoa sauti kama mifupa iliyovunjika. Kisha sauti nzito ikazungumza ndani ya giza, mkoba huu haubebi vitu, unabeba roho. Sefu alishtuka, akakaa kitandani, kifua kikicheza juu chini. Nje kulikuwa kimya sana, kimya ambacho hakikuwa cha kawaida hata kidogo. Ndipo akasikia kitu. Grr, grr. Sauti ya kitu kikikwaruza ukuta wa nyumba yao. Aliogopa kupumua. Aliinua shuka pole pole na kutazama dirishani. Hakukuwa na kitu, lakini kivuli cha mti kilionekana kana kwamba kina mikono miwili si matawi. Ghafla, sauti ile kakatika. Hakijua kama ilikuwa ndoto au kweli. Asubuhi jua lilipoanza kuchomoza Sefu aliketi meza ya udongo pamoja na mama yake. Mama Salama alionekana amechoka, lakini macho yake alidokeza jambo kubwa lililokuwa amelificha Sefu. Mama yake alianza kwa sauti ya chini, usiku gani uliota tena? Sefu alishangaa, mama yake kila mara alijua akiona ndoto. Niliuona ule mkoba tena, akasema kwa sauti ndogo. Mama yake alitembeka mikono hafla mpaka kikombe kikamwagika. usimwambie mtu, alizungumza kwa haraka. Ndoto kama hizo zinaweza kumleta yule mzee. Mzee gani? Mama Salama hakujibu, alichukua tuleso na kufuta meza huku macho yake yakiwa na hofu iliyojificha. Lakini kabla hawajamaliza mazungumzo, mlango uligongwa tok, tok, tok. Sauti ilikuwa nzito, haikuwa kama ya jirani yoyote. Mama Salama akaangalia mlango kwa macho makubwa, kisha akamwambia Sefu kwa sauti ya amri, usifungue. Lakini mlango ulijifungua pole pole wenyewe, na Mzee Lusajo akaingia ndani akiwa amevaa kanzu iliyozeeka, macho yake mekundu kama mtu aliyelala siku tatu bila usingizi. Alimwangalia Sefu bila kupepesa. "Mkoba umeanza kujitafuta." Maneno hayo yalimfanya mama Salama ashike kifua. Jioni hiyo Sefu alikutana na rafiki yake Amina karibu na chemchemi. Alimweleza sehemu ya ndoto yake. Amina aliyekuwa jasiri kupita kiasi, alimsihi wamfuate tu mzee Lusajo kujua zaidi. Walikubaliana kuvizia nyumbani kwa mzee huyo usiku, wakati giza linaingia Wakaelekea moshi. Mwekundu ulianza kutoka kwenye banda la mzee. Walisogea kwa tahadhari, lakini kabla hawajakaribia sana, mlango wa banda ulifungua ghafla. Mzee Lusajo hakuonekana, lakini kulikuwa na kitu ndani kikihema pole pole. Kilikuwa na umbo la mtu, lakini hakikuwa binadamu. Mikono yake ilikuwa mirefu kuliko kawaida kiuno chake kilikuwa kimepinda na macho yake yalitoa mwanga mekundu hafifu. Kisha kwa sauti ya kichana hewa kikaongea, wakati umefika, mkoba umerudi. Na Sefu, wewe ndiye utakayeufungua. Amina akavuta mkono wa Sefu, wakaanza. Moshi mwekundu ulikuwa mzito mithili ya ukungu wenye roho ndani yake. Sefu na Amina walikuwa wanahemea kwa nguvu huku wanakimbia kuelekea kwenye chochoro ya miti mirefu. Ardhi ilikuwa inatetemeka chini ya miguu yao kana kwamba kitu kizito kilikuwa kinakuja nyuma yao hata kama hawaoni. Sefu, utatuambia nini kinaendelea? Amina alimwambia kwa sauti ya kukata tamaa. Sijui, sijui kitu, ndoto tu, ndoto, Sefu alijibu huku akihemea, lakini ndani ya kicho chake maneno ya kiumbe kile yalikuwa yanarudiwa wewe ndiye utakayofungua. Walipofika katikati ya msitu, moshi ule ulisimama ghafla, ukatulia, ukaachana polepole, kana kwamba unaemea kimya. Amina akainamisha uso wake kuangalia nyuma. Umekoma kwa nini? Aliuliza. Sefu alikuwa anataka kusema kitu, lakini ghafla kutoka juu ya mti mrefu Ndege mweusi mkubwa alionekana kama kunguru aliruka na kutua mbele yao. Macho yake yalikuwa meupe tupu. Aliwatazama kisha akaropoka sauti isiyo yake. Amri imeshatolewa. Mlango umefunguliwa. Kisha ndege huyo akaporomoka chini bila uhai. Maji matupu yakatoka puani kana kwamba hakuwahi kuwa ndege hai bali kivilu. Sefu na Amina wakabaki wamesimama, miili ikitetemeka. Asubuhi ilipofika, kijiji kizima kiliamka na taharuki. Maziwa ya chemchemi yalikuwa yamebadilika rangi kuwa ya kahawia. Watoto walilia usiku, walidai kuona kivilu kinapita kwenye paa za nyumba. Mama Salama alipomwona Sefu akirudi kutoka msituni, alivuta pumzi kwa uchungu. Sefu, nimekuwa nikiogopa siku hii tangu umezaliwa ilikuwa bado, ila sasa imetokea. Sefu akakaa chini, huku mikono ikitetemeka. Mama, mkoba ni nini, na mimi nina uhusiano gani nao? Mama akamtazama kwa macho yaliyojaa machozi. Sikupaswa kukuambia, lakini kama mlango umefunguka, hauna njia ya kukwepa. Alisimama polepole, akachukua mkoba mdogo wa nguo kutoka kwenye dari. Ingawa ulikuwa umefungwa kwa kamba za zamani Ulionekana kama rekani, mkono wa mtu aliyekufa. Babu yako mzee ya Mwanahewa alikuwa mlinzi wa mkoba wa uchawi wa koo la zamani, mkoba ambao haubebi vitu, bali unabeba mizimu iliyofungwa miaka mia moja Sefu akahemea kwa nguvu, mimi mimi, ni mlinzi wa mkoba? Mama akatikisa kichwa kwa uchungu, haukupaswa kuwa, lakini kuzaliwa kwako kulichokeza kitu kikubwa ndio maana ndoto zako hazikuwa za kawaida. Kabla waendelee kuzungumza, mlango uliunguruma kama radi. Guu, mtu alisimama nje. Ni mzee Lusajo, lakini macho yake hayakuwa kama jana. Sasa yalikuwa meupe na midomo yake ilikuwa imejaa herufi ambazo Sefu hakuwahi kuziona. Mama Salama, ni watati wakipewa kilicho nacho mkoba unatakiwa kurudi kwa mrithi. Mama Salama akajificha nyuma ya Sefu. Hautampeleka, Sefu ni mtoto bado. Mzelu Sajo akainua mkono na ukuta mzima ukatetemeka, vumbi likatoka. Kama hatuendi kwake, basi atakuja mwenyewe na hatutakuwa na uwezo wa kumzuia. Usiku ulipoingia, upepo mkali ulipiga kijiji cha Mlele milango ilifunguka na kufunga peke yake, maparisha kurukaruka kana kwamba yalikuwa na roho. Wakati huu huo, Sefu alikuwa kitandani, macho wazi, bila hata kupepesa. Ndani ya kifua chake kulikuwa na moto fulani wa ajabu unamchoma polepole. Mwishoni alisikia sauti kutoka nje ya nyumba, Sefu, toka nje, nitumie muhuri wako. Akasimama, miguu yake ikatembea bila yeye kutaka. Amina aliyekuwa akija kumwangalia akamwona akitoka nje usiku wa manane akiwa hana viatu. Sefu, unakwenda wapi? Amina akapiga kelele, lakini sefu hakugeuka. Kulikuwa na mwanga mwekundu ukimsubiri mbali kidogo, na ndani ya mwanga hule kivilu cha mtu kilikuwa kimesimama kikimsubiri. Kivilu kilisema, kilimsimamisha amina mahali pake Njoo mrithi wa mkoba, dunia inakusubiri. Wakati amina alipokaribia kumzuia, ardhi ikapasuka mbele yao na moshi mwekundu ukapanda juu kama mlipuko wa roho zilizofungwa. Asante kwa kuwa nasi hadi mwisho wa simulizi hii. Kila dakika uliyoitoa ni pumzi mpya kwa safari yetu ya hadithi. Hadithi haijafika tamati, bado kuna kurasa hazijafunguka. Bado kuna sauti hazijasikika. Endelea kutufuatilia kwa mwendelezo unaofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili safari hii izidi.